Nawahakikishia kuwa ofisi ya mkuu wa mkoa itaendelea kutoa usimamizi, msaada na uwajibishaji kwa wote watakaohusika katika utekelezaji wa mpango mkakati huu. Tuanze kujitathmini kwa taarifa za utekelezaji tulizo nazo sasa na tuchape mwendo wa dhima ya mkakati ulionao, ili kuhakikisha mbele ya safari tunafanya vizuri zaidi. Kama mkuu wenu wa mkoa, tumepata nafasi ya kuona namna ambavyo kila idara, kila sekta imepewa majukumu, imepewa malengo na wajibu wa kufanya ili wananchi hawa wa mkoa wa Iringa waone tuna maana ya kuwepo, ni lazima kila mmoja aoneshe umuhimu wa kutenda alichopangiwa kufanya. Tunategemea kuona mkoa ambao umepambwa na haki, umepambwa na usawa, umepambwa na umoja na mshikamano, umepambwa na uwajibikaji na umepambwa na maendeleo ambayo yanapimika kwa maisha ya mtu mmoja mmoja na hatimaye maisha ya jumla. Kwa hiyo tunawasihi watumishi wa umma, viongozi wa taasisi, viongozi wetu wa dini na viongozi wa kijamii kuendelea kuwa na sisi katika harakati zote zinazochochea haya mambo yaweze kutokea ndani ya mkoa wetu. Lakini naomba niwakumbushe kwamba malengo tuliyo nayo ni makubwa, lakini hayawezi kukamilika kama hatuna usalama wa kutosha ndani mkoa wetu. Hivyo, naendelea kusisitiza umuhimu wa kuendelea kuhakikisha maneno yetu na matendo yetu yanajenga msingi bora wa usalama wa mkoa wetu. Tukiwa na usalama wa kutosha, tutafanya sekta ya kilimo ifanye vizuri, uwekezaji ufanye vizuri, elimu ifanye vizuri na kila kitu kitakwenda vizuri. Lakini pia ili tuwe na uhakika wa usalama wa kutosha ni muhimu kila aliyepewa dhamana ya kuamua aamue kwa haki na atende kwa haki. Haki ikitamalaki katika ofisi zetu, ikitamalaki katika jamii zetu, utakuwa ni msingi imara wa usalama ndani ya mkoa wetu. Pamoja na hayo, naendelea kusisitiza umuhimu wa umoja na mshikamano. Umoja na mshikamano ukitumika kama nyenzo ya kuchochea nguvu kazi yetu kufanya kazi vizuri, tuna uhakika umoja na mshikamano wetu utakuwa ni nguvu ya mageuzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Na mpaka sasa tunajivunia umoja wetu, tujipigie makofi mengi sana Wanairinga, kwa umoja na mshikamano ambao tumeujenga.